Kitu cha kwanza cha kujifunza kutoka kwa ku watu hawa wanne, kwanza ni kuamini ndoto yako, ni kuamini kitu ulichonacho ndani yako. Hao watu wanne ambao unawatazama hapa waliamini ndoto zao, waliamini vipaji vyao, waliamini uwezo wao, waliamini kuwa inawezekana, hawakukata tamaa. Harmonize, Diamond, Rayvanny, Alikiba wote hawa waliamini vipaji vyao, na ndio maana sasa hivi wako hapa, na ndio maana sasa hivi wote wana mafanikio kupitia vipaji vyao, kupitia uwezo wao, kupitia ndoto zao, kupitia malengo yao, na ndio maana sasa hivi wana mafanikio makubwa. Tunapomzungumzia Diamond wa elfu mbili na mbili elfu mbili na tatu si Diamond wa elfu mbili na ishirini na nne si Diamond wa elfu mbili na ishirini na tatu si Diamond wa elfu mbili na ishirini na mbili si si, watu wako mbali zaidi. Pia tunapozungumzia mafanikio ya mtu mmoja mmoja katika watu hawa wanne kila mtu kafanikiwa na na historia ya maisha yake. Tunapozungumzia historia ya maisha ya Alikiba, tunapozungumzia historia ya maisha ya Harmonize, tunapozungumzia historia ya maisha ya Rayvanny. kila mtu ana pati ya historia ya maisha yake kwa watu wanne, na kila mtu aliamini katika kitu alichonacho ndani yake, na wote hawa waliamini katika muziki na ndio maana wako hapa, na ndio maana sasa hivi wanasikika kila eneo, na ndio maana sasa hivi kila mtu anajulikana kupitia muziki, kwa waliamini katika vipaji vyao, na ndio maana sasa hivi wako hapa, wana mafanikio kila mtu ana mafanikio yake. Harmonize ana lebo yake ya Konde Gang, Rayvanny ana lebo yake ya Next Level Music, Diamond ana lebo yake ya WCB na ana media yake, Alikiba ana media yake na ana lebo yake pia kwa kila mtu ana mafanikio yake kupitia kipaji chake. Fanyia kazi ndoto yako, fanyia kazi kipaji chako, fanyia kazi malengo yako, fanyia kazi biashara yako, fanyia kazi jitume. Ili wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza neno subscribe pia kubonyeza notification ili wa kwanza kupata update ya taarifa mpya kila zinapoingia katika YouTube channel yetu na katika social network. Karibu sana hii ni J Online Network. Usisahau kusubscribe pia kutufollow katika social other network.